Kutoka kwenye ulimwengu wa karatasi na kompyuta hadi kupima kilo za nyama buchani, si rahisi kuwacha kazi yenye uhakika mshahara wa kila mwezi na hadhi ya kitaaluma, lakini kwa Cotrida mambo yalikuwa tofauti. Mi nakumbuka baada ya kumaliza chuo, nilisoma Mzumbe, ah, kipindi tunatafuta kazi nilijikuta tunaanza biashara kwao, nilianzaga, nakumbuka biashara yangu ya stationary, nikafanya hapo kwa kiasi baadaye nikapata kazi serikalini nikafanya pungufu ya mwaka mmoja, na muda mwingi nilikuwa naiwaza ile biashara yangu ambayo nilikuwa nimeshaianzisha stationery. Aho, niko kazini, lakini muda mwingi naitafakari ile, na nasikia kuna kitu, nasikia kuna nguvu fulani nanirudisha kwamba urudi ukafanya ile kazi yako. Kwa hiyo baada ya muda mfupi sana, nafisi kumaliza mwaka nirudi kwenye stationery yangu ndogo tu. Sasa, kitu ambacho nikashangaa, ofisi ni kubwa ya serikali naona tu niko kawaida, lakini nikirudi kwenye kiofisi kidogo, lakini ni cha kwangu, najituma kwa nguvu zaidi, alafu nafurahia sana kile ninachokifanya. Kwao pale nikagundua mimi bwana, nahisi sio mtu wa wa kuajiriwa. Kwao nimekwenda baadaye, pia biashara zina changamoto nyingi. Kuna kipindi biashara ikawa ngumu, nakumbuka nikasema nirudi shule. Nakumbuka nikaenda nikafanya post graduate, nilipomaliza kufanya ile post graduate nikajiona iki cheti ngoja nirudi kazini kuniajira, ndopo nikaingia benki. Nikiwa benki nikaanza tena kufikiria mawazo yale yanijia kwamba urudi kule ndo kwako na, na mbaya zaidi au nzuri zaidi, ilinisukuma nilikuwa kwene pia niki, nikiwa eneo la mikopo kwa, nikawa naona wajasiriamali wenzangu ya wanavofanya, yaani e, nikawa naona kwa nini mimi, naona kabisa huku sio kwangu kwa hiyo haikunichukua muda pungufu ya mwaka mmoja, niliaga nikarudi kwenye steshenari yangu. Sasa baada ya steshenari, mi nimefanya vitu vingi, nimefyatua matofari, nimeuza mitumba, sijui biashara gani sijafanya, nimepika yes. kwa hiyo nakumbuka hii mambo ya bucha yameanza elfu -um mbili kumi na sita, lakini ilikuwa baada ya kufeli. Nilifeli kwenye, kwenye uh, project ya kufyatua matofari. Nilifanya vizuri, lakini baadaye ikaja ikadondoka ikafa. Kama kawaida biashara zinaenda zinakufa zinaamka hivyo, kwa hiyo biashara yangu ya matofali ilivyokufa, nikarudi nyumbani hapo nilipo koti, ni uwanja wa familia, yani kiwanja cha familia. Kwa hiyo nikaona kiangalia kiwanja kijaendelezwa bado, nikaomba nikaomba kwa mwenzangu, eh, mme wangu kwamba naomba hapa niuzeuze matunda. Kwa katika kuuza yale matunda na baadaye ndo mawazo ya kuwa na bucha yakatokea, nikajikuta na bucha sasa. Nimeendelea kufanya hii bucha, huu mwaka wangu wa tisa. Na wakati nafanya bucha muda wote akili yangu ni nini cha ziada, ni nini cha kujitofautisha. Leo ninakuletea simulizi ya mama huyu ambaye amejitosa katika ujasiriamali wa biashara ya nyama. Lengo kubwa ni kuongeza thamani ya nyama hizi kwa kuiboresha, kuifungasha kwa ubora na kutoa huduma tofauti kabisa na iliyozoeleka. Hapo ndipo alipojijenga jina lake, akijitofautisha na wauzaji wengine sokoni. Nilivyoanza, nilianza na kiungo kimoja. Kiungo kimoja ng'ombe akichinjwa na vipande vikubwa vinne, kwa ukianza na kiungo kimoja, aidha mguu wa mbele au wa nyuma, unaweza ukachukua mmojawapo, na ndio nilivyokuwa nikichukua. Uchukuaji wangu ilikuwa ni kipande kimoja, na hicho kipande kimoja nilikuwa na uwezo wa kukiuza siku tatu kwa sababu wateja alikuwa anaingia moja mmoja, lakini pia nilipataga changamoto bucheni ya mwanamke. Yaani, nakumbuka kuna baba mmoja alikujaga, baadaye akaniomba msamaha akasema, mama, nilichukulia poa sana hiyo <laughs> nao ilikuwa ni changamoto nyingine eh? na sasa, hicho kipande tunachokiongelea mara nyingi kina uzito kama kilo kama thelathini na mbili, thelathini na tano eh? Sasa uzuri toka mwanzo toka mwanzo nilikuwa nafanya jitihada kubwa sana ya masoko kwa marafiki zangu nini. Kwa hiyo niliexperience kama mwezi mmoja wa kwanza. Baada hapo, ilikuwa haitokei tena, ilikuwa historia, si lazima namna hiyo, ikitokea bahati mbaya na ni yani, mara chache sana. Kwa hiyo nilikuwa natumia nguvu sana kuuza kupelekea hasa ndugu wa mbali marafiki na nini na force. Kwa hiyo mambo yakawa yanaenda na kilo zikaanza kuongezeka. Kwa hiyo the same ikatokea kwenye kuku watu wakaanza kuuliza kuku, kuku wa kienyeji, kuku wa kisasa, kuku chotara, kuku nini. Kwa hiyo hapo nikajiona, o oh, inanibidi sasa niingie kwenye kuku. Ndivyo stori ilivyoanza kwenye kuku, na ndani ya hiyo miaka kama mitatu minne ya mwanzo kiwango kilikuwa ni kidogo, lakini kwa sasa kuku ninafanya vizuri sana, kwa sababu kuku nimegeuka, nafanya pia kama uh, sio kama, yani ninafanya kama wholesale. nafanya kwa jumla, kuku jumla, kuku jumla katika kuku jumla ninalenga kupata faida ndogo sana mia mbili mia tatu na lakini niuze mzigo mkubwa, yes. Na mzigo wa kuku unakuwa na mazungumzo na wafugaji, unakuwa na mazungumzo na wafugaji, kila mmoja ashinde yeye, yeah, apate mteja na upate kuku. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa tunatembea tunavuna kutoka kwenye mabanda ya, ya wafugaji, tunavuna kuku And then, tunaenda tunawatengeneza wenyewe. Process nzima tunaisimamia wenyewe, process nzima ya uchinjiaji ili tuweze kucontrol usafi. Biashara yetu ya chakula ni usafi. Kwa ile zoezi ili liende vizuri lazima tulisimamie wenyewe, na hatuwezi kwenda kwenye zile machinjio labda za masokoni. Tunaenda kwenye machinjio ambayo tayari zina viwango. Kwanza kwenye nyama kwenyewe <coughs> ng'ombe kama nilivyosema, ng'ombe mzima na vipande vinne ndani ya vile vipande vinne kuna vipande na posheni mbali mbalimbali, na majina tofauti tofauti. Wateja wengi hasa mama kinamama huwa wanasema nataka jembe, walio wengi wataka jembe, lakini nikuja ku note kwamba kuna wengine wanasema nataka jembe hata jembe lenyewe alijui. <laughs> kijana anaweza kampata sehemu nyingine. Kwa hiyo pale sisi tunachofanya, baada ya kumleta yule ngombe kwenye vipande vinne, tunaanza kutengeneza zile posheni. Kwa hiyo hapa litakuja jembe hapa itakuja labda nyama ya kiuno. Kwenye kiuno kuna kiuno kidogo kuna kikubwa, eh, kuna T-bone kuna hii nyama itafaa kwenye, kwenye kwa, kama steak and then kuna fillet. Kwa hiyo kuna aina mbalimbali. Hatua ya kwanza kwenye kupima tunapima hapa, tutapata uzito kwamba leo tumepokea ngombe wa kiasi gani au uzito wa kiasi gani. Sasa hapa ni mfano tu, huu ni mfano tu, kwa sababu sisi ngombe wetu hatuninginizi kwa sababu tulifundishwa ngombe anayoninginia anapoteza utamu, lakini huwezi ukajua na bakteria na nini. Sisi ng'ombe immediately baada ya kufanya hii prosesi tunamhifadhi kwenye chumba chenye baridi kali kwa muda mfupi kabla hajaanza kuuzwa, ili kama kuna tatizo lolote linakuwa limekaa sawa. Huyu <coughs> ni kijana wangu, mtoto wangu mwenyewe, ana mambo yake mengine anafanya, lakini part time ananisaidia, anaitwa Victor na yeye kwa asilimia kubwa, hata zoezi la kuchagua nyama yeye ndo ananisaidia, hata kuchagua ng'ombe yeye ndo anayejua nyama nzuri. Kwanza kwa kwa kuitambua, inaanzia kwanza kwenye ng'ombe mwenyewe. Ng'ombe ambaye anakuwa na nyama nzuri ni wale ng'ombe ambao ni wakubwa e, tunamaanisha kwamba uzito, lakini pia sio kwa maana ya umri, kwa sababu ng'ombe <laughs> e, <laughs> kwa pengine ni mkubwa, mm, ng'ombe wenye umri mkubwa maanaake ni wagumu. Ye, sasa kwa sisi hapa ng'ombe mwenye nyama nzuri tunamtambua ni yule ambaye mkubwa lakini umri wake unakuwa unaruhusu kwa ajili ya matumizi ya nyama. Ye, sasa kuna wengine wanakuwa ni wakubwa lakini na nyama ambazo kidogo zimeshapitiliza au kuna kitu kingine. Kwa mfano kwenye ubora wa nyama na uzuri, kila watu wana define tofauti. Sasa sisi kutokana na matumizi yetu hapa na aina ya wateja wetu, wao wana define nyama nzuri ni ile ambayo, kwa mfano, haina mafuta E, au hata kama ina mafuta kidogo meupe sio yale ya njano. Kwa kwanza, nyama tunapokea kakas mapande e, kama ambavyo tumeeleza hapo hawali kwamba ng'ombe wanakata vipande vinne kwa mfano. Ama hii hii inaitwa jembe, hii nyama wanaita jembe. Sasa hii inaitwa jembe, inapatikana kwenye mkono, mkono wa ng'ombe ambao upo kwenye mbavu, ndio inapatikana jembe. Zipo sehemu nyingi kwa mfano, nimekuelezea kuhusu dog feed e, mfano nyama kama hii unavyoiona e, watu waki, waki, wakiulizia dog feed ni nini, hizi sehemu zingine wanaziuza kama nyama kama sawa, lakini hii, hili sawa lakini, sisi hii ili iweze kwenda kule mbele kwa ajili ya kuuzwa kwa mteja lazima tuanze kuitoa haya madude ya juu kama unavyoona. Kwa hiyo haya marapurapu kwetu sisi hii ndo tunaita dog feed. Hii haifiki kwa mteja, moja kwa moja inaenda nyama ambayo ni safi. Uchafu wote tunautoa kwa ajili ya matumizi mengine. Kwa upande wa kuku pia uh, kuku zina process kama ambavyo umeelezea, umeelezea vizuri lakini pia hii ni prosesi ya inakaribia mwisho kwa sababu wa kuku wametoka shambani. E, baada ya kutoka machinjioni kuku wanafikia pia na wenyewe kwenye cold room kwa ajili ya kuwahifadhi. Lakini pia miongoni mwa hawa kuku tuna kuku wa uzito tofauti tofauti, kwa hiyo hata kwenye store ya kuwatunzia kuku tunaweka kwenye partition tofauti tofauti na kila kuku uzito wake anakuwa, kila uzito una bei yake. Kwa mfano sisi hapa tunauza kwa kilo moja shilingi elfu saba na mia tano kuku kilo moja. Kwa hiyo sasa, kwa wale sasa, kwa mfano hizi kuku ambazo unaziona ziko hapa mm -hmm. ni kwa ajili ya kufanya production kwa ajili ya kutoa zile parts kama e, eh, drumstick, kuna e, eh, wings kuna, tumia Kiswahili kidogo. yeah. ni kwa ajili ya kuzigawanya, ni, ni kwa ajili ya kuzigawanya eh, ndio eh, eh, ndio kitu kama hicho. okay. kwa hiyo, also, hizi maalum kwa ajili ya wateja gani? Sasa hizi ni kwa ajili ya wateja wote ya, wale wenye wa mahoteli wale wa nyumbani, lakini mama antilie na mtu yoyote tu eh. Sasa hapo kuna hivyo vipande, kila vipande vinauzwa peke yake, kwa sababu kila mtu ana mapenzi, kuna mm -hmm. watu wanapenda vipapatio peke yake, kuna watu wanapenda vipaja peke yake, kuna watu wanapenda pia na shingo eh, kwa ajili mm -hmm. ukihitaji shingo yeah. utapata shingo taka, <tukenye> taka steki maki kuna <tukenye> drumstick ambayo ni steki ya kuku, sasa ipo kwenye kifua cha kuku, ndio tutafanya hapo, utaona okay. E, kwa pamoja tutafanya tutaonyesha kila mteja waba utaendana na hela ambayo alionayo mm -hmm. kama unataka kuku mzima utanunua kuku mzima kama unataka sehemu za kuku, unataka vipaja, unataka wings utanunua pia. Sisi mtaani kule tumekula kuku. umekula vipaja, umekula kipapatia mm. E, sasa, sasa kuna wale ambao kwa mfano wana watoto wadogo hawawezi kutafuna mifupa sasa, mm -hmm. kuna steki mm -hmm. E, kwa hiyo unaona kabisa hapo tumesha tofautisha sasa yeah. matumizi ya kuku sasa, mm -hmm. E, sasa kabla ya kufika hapo hawa kuku kama nilivyokwambia wamekuja wakiwa tumenunua na wengine pia, na sisi tunafuga kama ambavyo tumeeleza kwamba kuna wafugaji wetu maalum ambao tunawakagua, tunahakikisha kwamba standardi ambayo tunaitaka sisi, kwa sababu kuku akiwa shambani kuna matunzo. Sasa kuna wengine kwa mfano kama madawa eh, kuna watu wanawapa madawa mengi na nini, lakini pia usafi wa banda. Usafi wa banda ndio ubora wa kuku. Kuku akikaa kwenye matope, maana yake anakuwa anaungua, hawezi kutoka akiwa bora mweupe. Nyama zote zinazofika hapa huchunguzwa kwa umakini, kisha huwekwa katika sehemu maalum ya ubaridi ili kuhakikisha zinabaki safi na salama kwa matumizi. Kwa mfano hapa, waa kuku baada ya sasa ya kufanyiwa usafi, wameshanyonyolewa kila kitu, wanakuja hapa kwa ajili ya kukatakata vipande. Kwanza wanaoshwa kwa maji safi, alafu baada ya hapo sasa tunaanza kuwakatakata kwa mfano huyu kuku wetu uzito wake ni ana uzito wa kilo moja na gramu mia tatu. Kwa hiyo ni kuku mkubwa kabisa, kwa hiyo hata sehemu zake zinakuwa ni sehemu ambazo ni kubwa, zimekomaa. Mm, huwezi -hmm. kukata kuku mdogo mdogo wa gramu mia saba mia sita, anakuwa hajakomaa, sio mzuri wala sio mtamu. Kwa hiyo tunakata kuku ambao ni wakubwa e. Kwa mfano sasa nitakuonyesha process za ukataji, huyu ni kuku mzima. E, sasa tunaanza kumkata, kwa mfano, naona hapa kipapatio. Njia nyingine ya kuongeza thamani nyama ni utengenezaji wa soseji ambao unafanyika hapa, ili kuhakikisha kwamba utakula nyama yenyewe, lakini pia unaweza ukaila nyama kwa mtindo mwingine tofauti, kwa maana kwamba kwa kula soseji ya nyama ya ng'ombe na soseji ya nyama ya kuku. Na hapa ninaye mtaalam mwenyewe ambayo huyu na wanashughulika na zoezi zima ile la kutengeneza hizi soseji. Mambo vipi? Poa, karibu. Asante, tunaonaga tu sausage huko, lakini wengi wetu huenda hatujawahi kuona mchakato wa sausage unavyofanyika. Tunaamini hapa tutaupata kwa uzuri, ya ni kweli. Na mchakato mzima, na azia hapa, tunachukua nyama yetu, tunaweka kwenye mashine yetu ya kukata kwa ajili ya kupata vipande vidogo vidogo kwa ajili ya kusaga kwenye mashine yetu. Baada ya hapo kisha iweka kwenye mashine kwa ajili ya kusaga. Tutaiacha mashine yetu ili tupate nyama ile ambayo tayari ishasagwa ili kwenda kwa ajili ya ku, ku, ku kwenye bolkata kwa ajili ya kutengeneza sosa hapo tayari ishasagwa na tutaipeleka mezani kwa ajili ya kupata vipimo ambavyo tunahitaji, ili kutengeneza soseji. Kwa hiyo hapa ndio mchakato mzima unapoanzia kwa ajili ya kupima spice au nyama, ili kupata vile viwango ambavyo tunahitaji kwa ajili ya kutengeneza hiyo soseji. Kwa hiyo tutapima kama hivi nyama yetu hiiza kwa mfano unaweza ukapata nyama yako kilo tano ukaleta spice yako labda gramu mia mbili na kuendelea na vitu kadhaa na mchakato mzima tukishamaliza kwenye kupima tutapeleka kwenye mashine yetu bolkata kwa ajili ya kuzungusha baada ya nyama kutoka kwenye mashine ya kusaga huwa inaletwa hapa kwenye bolkata hii bolkata ni mashine ambayo inatusaidia kusaga zaidi ile nyama kuilainisha inakuja kwenye fomu ya uji mzito. Uji mzito ambao tunaweza kuweka kimaliza, hii hapa ni uji mzito ambao tunaweza tukauweka kwenye hii mashine inayofuata hapa. Baada ya hapo, tunatoa kwenye hiyo mashine, inaitwa ball cutter. Tunaweka kwenye fila hapo, tunajaza ule ujiuji uji mzito wote, halafu tunajaza kwenye casing. kuna namna ya kupress inaingia kwenye casing. Tukimaliza kujaza kwenye zile casing tunafunga katika zile saizi za sausage. Kama umeshawahi kuona, kuna saizi tofauti tofauti, inategemea unatengeneza kitu gani, I mean sausage ya aina gani, ndio utakapo I mean, funga kadiri ya ule urefu au otepa baada ya hapo tunaziweka kwenye zile reli kama hivi ulivyoona halafu tunaingiza kwenye smoker kwenye smoker tunapoingiza kwenye smoker na kuwasha mashine tunaachilia moshi unaingia kwa dakika 15 baada ya hapo tuna stop then tunawasha amini mashine inaendelea bila ku smoke kwa dakika nyingine tena kumi na tano au kama inategemea na aina ya spice ulioweka mle, inaweza ikaenda dakika ishirini, unataka iive vipi? Kwa hiyo ndivyo inavyokuwa soseji. Kwanza mi mwenyewe napenda soseji, lakini naangalia pia watoto wengi wanapenda soseji, lakini wale watu wanaopenda mambo ya nyama choma pia eh, kuwabadilishia ladha kila siku ule lipande likubwa, siku nyingine unampa soseji choma Eh, ambayo inakuwa ina vionjo mbalimbali, viungo, spices na nini, lakini pia hayo yote kwa pamoja kwa ujumla wake ndio unaweza ukasema ndo mjasiriamali unatakiwa kuwa hivyo, kwa sababu mi ukiniuliza mjasiriamali ni nini, neno moja tu nakuambia ni hekaheka heka nyingi za kuanzia asubuhi mpaka jioni, pilikapilika pilika. Mwisho tunampata mjasiriamali biashara kila wakati mfanya biashara huko darasani, yaani kila siku mfanya biashara huko darasani. Kwa hiyo uwe tayari kujifunza, uwe tayari kubadilika, uwe tayari pia kukosolewa, uwe tayari kupokea changamoto. Kumhudumia mteja na kumtunza mteja si kitu rahisi sana. yapo mengi ambayo tumeweza kuyaangazia katika siku hii ya leo ambapo tulikuwa naye Kotirda ambaye yeye ametupitisha katika safari yake ya miaka 25 ya kazi pamoja na ujasiriamali, miaka tisa ya uuzaji na uchakataji wa nyama. Naamini yapo ambayo umeweza kujifunza, lakini kikubwa, ujasiriamali ni uvumilivu na kujituma. Jina langu ni Mkwaji Masatu, tukutane tena wakati mwingine.